Katika Uislamu, hili neno la kuchit sioni kama lina fit kwetu sisi waislamu mm, kweli. hili ni neno ambalo limeletwa kutoka nje kutaka kuharibu ndoa za Waislamu mm. Kwa sababu ndugu zetu wengine ambao sio waislamu wanaamini katika ndoa ya mume mmoja mm. na mke mmoja Ndiyo. Yaani mume akiwa na mke mmoja mm. tosha Ndiyo. akiongeza mwingine anachit Ndiyo. Sasa hii fikra imekuja mpaka imeathiri Waislamu. Tumekosa kuelewa kwamba miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu amemruhusu mume ni kwamba anaweza akaoa mke wa pili. Kweli, sasa sijui wewe mwanamke, wakati ambapo unamshtaki mume wako amecheat, unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba ameweka mwingine ambaye ni wewe peke yake ulikuwa unahitajika ubakie? hmm. ama ni kwa sababu yule aliyemweka Amemweka kwa njia ambayo si halali. Ndiyo. Kama amemweka kwa njia ambayo si halali, mm, hayo ni masala mengine tofauti. Lakini ningependa kutahadharisha Waislamu kitu kimoja: hili suala ambalo mara nyingi tunazungumzia la kuchit si suala ambalo linatuhusu. Kwetu ima mtu amezini ama ako kwenye ndoa.